Habari za asubuhi, habari za Jumatatu, of course, leo ni Mei 29, ni Mei 29, Jumatatu ya mwisho kabisa ya mwezi wa tano. Karibu katika uchambuzi wa magazeti ya leo kutoka AyoTV na tupitie taarifa ambazo zimepewa kwenye magazeti ya leo. Mimi naitwa of course, karibu kwenye magazeti ya leo, ambapo taarifa kubwa leo kwenye magazeti ya leo ni kuhusiana na uteuzi wa AGP mpya ambaye ni aliyekuwa kamishna wa polisi kanda maalum ya Dar, Simon Siro, ambaye amepandishwa kutoka nafasi hiyo mpaka kuwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania kwa uteuzi ambao umefanyika siku ya jana na Mheshimiwa Rais. Taarifa zaidi ni kuhusiana na gazeti hili, kwenye gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele limeandika siri ya IGP Mangu kungolewa, si lazima zungumzie uteuzi wake, kuanika mengi leo ambapo atakuwa anaapishwa jijini Dar es Salaam. Taarifa zaidi pia kwenye magazeti ya leo ni maajabu ya pacha walioungana, yapo kwenye gazeti hili Mwananchi. Lakini pia Profesa Kabudi, Simba Chaweni watajwa kumrithi Muhongo, taarifa katika ukurasa wa nne. Sakata la mchanga Zanzibar kumkaanga Hamad Rashid. Lakini pia kukua kwa mazingira ya ukosefu wa amani, uh, usalama wa pwani imeandikwa kwenye gazeti hili Mwananchi ukurasa wa nane. Raisi wa Julia har ngosha pamoja na shukuru hospitali mwimbili. Mgodi wa makaa ya mawe Kiwira atalini kulipuka, kwenye gazeti hili ukurasa wa nne. Taarifa iko ya kuhusiana na uteuzi ambapo inasema waziri uh, wakati ma, uh, mauaji ya watu zaidi ya 30 katika wilaya ya Mkuranga, Kibiti na Rufiji mkoani Pwani yakiendelea kuumiza vichwa vya Watanzania, Rais John Magufuli ametengua uteuzi wa mkuu wa jeshi la polisi IGP Ernest Mangu. Kutenguliwa kwa uteuzi wa Mangu kunatokana na cash, uh, na kutoka katika wadhifa huo kumetajwa kuwa huenda kumesababisha na mfululizo wa matukio ya mauaji yaliyotokea katika wilaya hizo, na miongoni mwa walio wamo pia askari wanane waliokuwa katika doria askari hao waliuawa katika kijiji cha Jaribu mpakani mwa wilaya za Kibiti na Rufiji walipokuwa doria za kukabiliana na matukio ya mauaji ya viongozi wa CCM, askari na raia baada ya gari lao kushambuliwa na wahalifu. Taarifa iliyotolewa jana na jioni na katibu mkuu kiongozi Balozi John Kijazi ilieleza kwamba rais Magufuli amemteua aliyekuwa kamanda wa polisi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam Simon Siro kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Mangu ambaye atapangiwa kazi nyingine ingawa taarifa hiyo haikutaja sababu za kuondolewa kwa Mangu. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanahusisha uamuzi wa huo na mauaji na yaliyotokea katika wilaya hizo, ambapo serikali imeamua kuzi kuziunda kanda maalum ya polisi ili kukabiliana na uhalifu. Lakini pia Siro ambaye aliteuliwa kushika wadhifa wa wa kamishina wa kanda maalum ya Dar es Salaam akitokea katika nafasi ya mkuu wa operation ya kanda hiyo aliambia mwananchi kwamba anamshukuru Rais Magufuli kwa kumwamini na kumkabidhi wadhifa huo ili wa watumikie Watanzania. Alisema anamshukuru rais kwa kumuona na kumwamini kwa utendaji wake na kazi, hivyo hawezi kumwangusha. Nikimnukuu anasema tuombeane tu ndugu yangu, hii nafasi si ndogo, ni kubwa kwa jeshi la polisi, hivyo naomba ushirikiano kutoka kwenu na mengi nitaongea kesho, ambayo ni leo. Akizungumzia uteuzi huo, mhadhiri mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Richard Mbunda, alisema uwajibikaji wa Siro ndo chanzo cha kutolewa na rais kwa nafasi aliyopewa. Alisema Siro alikuwa mstari wa mbele kiutendaji. Rais wa serikali ya awamu ya nne Jakaya Kikwete Desemba 30, 2013 alimteua Mangu akiwa kamishna wa polisi kuwa IGP akichukua nafasi iliyokuwa ikishikiliwa na Saidi Mwema ambaye alikuwa amestaafu kwenye nafasi hiyo. Taarifa kwenye gazeti hili pia unaweza kuendelea kuzisoma kwenye ukurasa wa pili. Gazeti hili kuko na taarifa kuhusiana na kukua kwa mazingira ya ukosefu wa usalama eneo la ukanda wa Pwani na Rufiji. Taarifa imeandikwa kwa uh, makala ambayo ni ripoti maalum, lakini pia rais uh, Magufuli aujulia ngosha hali pamoja na shukuru. Sakata la mchanga Zanzibar kumkanga Ahmad Rashid. Taarifa inasema msimamo wa baadhi ya wajumbe wa baraza la wawakilishi juu ya kuzuia Uh, kuizuia bajeti ya wizara ya kilimo, maliasili, mifugo na uvuvi ya mwaka 2017 2018 hadi pale watakapopata majibu ya kueleweka juu ya hatua ya rasilimali ya mchanga kuhodhiwa na serikali badala ya wananchi wenyewe kama ilivyokuwa awali. Utapata majibu yake leo wakati uh, Hamad Rashid atakapokuwa uh, ki, uh, ki, wa kijibu hoja wa zao hatua uh, ya wajumbe hao imetokana na malalamiko ya wananchi waliokuwa wakimiliki mashamba ambayo sasa yanachimbwa mchanga chini ya uangalizi wa serikali huku wao wakiambulia gazeti hilo liko na taarifa hiyo pia, unaweza kuendelea kuisoma. "Profesa Kabudi Simba Chawene watajwa kumrithi uh, Muhongo", taarifa katika ukurasa wa 4 gazeti hili. Taarifa inasema Rais John Magufuli anatarajia kufanya mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri wakati wowote kuanzia sasa na kujaza nafasi ya waziri wa nishati na madini nafasi hiyo iliyoachwa wazi baada ya Profesa Sospeter Muhongo kung'olewa katika wadhifa huo Mei 24, kutokana na ripoti uh, ya kamati maalum iliyoundwa na rais kuchunguza mchanga wa dhahabu katika makontena 277. Kamati hiyo iliongozwa na Profesa Abdulkarim Ab Mruma. Alisema kampuni akasha, ya Kasha haikutangaza kiasi cha madini yote yaliyokuwa katika makontena 277 ambayo yalizuiwa kusafirishwa nje kama amri ya rais ilivyotaka. Matokeo ya kamati hiyo yanaonyesha kwamba thamani ya madini yote yaliyopo kwenye makontena 277 ni kati ya shilingi bilioni 829.4 hadi shilingi trilioni 1.439 tofauti na shilingi tofauti na ripoti iliyotolewa na Kasha ambayo ilikuwa ni bilioni 97.5. Hii ni mara ya pili kwa Profesa Muhongo kung'olewa katika wizara hiyo. Januari 24 mwaka 2015 alijiuzuru wadhifa huo baada ya kuhusishwa na kashfa ya kaunti ya Tegeta Esco, ikiwa ni shinikizo la bunge baada ya kutolewa na kutolewa maazimio ambayo pamoja na mambo mengine ilitaka mamlaka za uteuzi wake zimwajibishe. Taarifa hizo kwani ziko na gazeti ziko kwenye gazeti hili, lakini pia ukurasa wa tano, gazeti linasema mgodi wa makaa ya mawe Kiwira hatarini kulipuka. Ni taarifa inayotokea Mbeya kule, ambapo inasema mgodi wa makaa ya mawe wa Kiwira ulioko mkoani Mbeya huko hatarini kulipuka siku chache zijazo na kuisababishia serikali hasara ya mabilioni ya fedha iwapo hatua za haraka za kurejesha umeme hazitachukuliwa. Eneo la mgodi huo lilopo hatarini kulipuka ni la mlima Ivogo, ambapo shughuli za uchimbaji zilikuwa zikifanywa kwenye handaki ambalo kitaalamu huhitaji kupozwa wakati wote. Uchunguzi wa gazeti hili pia limebaini pamoja na mgodi huo kutakiwa kupozwa wakati wote una zaidi ya miezi mitatu haujapozwa baada ya Tanesco kukata umeme tangu Februari kutokana na deni la shilingi bilioni 1.3. Uamuzi kwa mujibu wa wataalamu umesababisha fukuto kali ndani ya handaki linaloweza kuleta milipuko mikubwa na kuharibu mgodi huo uliositisha uzalishaji tangu mwaka 2012 baada ya mwekezaji kushindwa kuendeleza. Kaimu meneja mkuu wa mgodi huo anaitwa Moses Mapamba, aliwaambia waandishi wa habari, alimwambia waandishi wa habari, alitembelea mgodi huo hivi karibuni na kueleza kwamba mgodi huo uko hatarini kulipuka na hatari mbili zinazoweza kusababisha mlipuko huo ikiwemo kemikali inayoitwa methan CH4. Mbali na methan pia kuna uh, combustion ya mlipuko wa asili ambao unaweza kujitokeza kutokana na joto la muda mrefu, walisema pia na kuongeza. Tukiendelea katika gazeti, uh, magazeti mengine kwenye kurasa za ndani, gazeti Nipashe limeandika IGP Mangu atumbuliwa, taarifa katika ukurasa wa mbele. Gazeti hili Muhongo aonyeshwa pa kutokea hatimaye gazeti limeandika kwenye ukurasa wa pili. Lakini pia Magufuli atembelea wagonjwa mwimbili. Uh, gwiji habari afariki dunia, taarifa katika ukurasa wa tisa. Wanyamapori kutazamwa mahali pamoja, lakini pia katika, katika, uh, kwa umeme mwisho Agosti, taarifa katika ukurasa wa pili gazeti Nipashe. Nikipitia kiundani taarifa inasema mchambuzi wa masuala ya siasa ameshauri alikuwa amemshauri alikuwa uh, waziri wa nishati na madini mpaka katikati ya wiki iliyopita Profesa Sospeter Muhongo kuacha siasa na kurudi chuoni uh, kufundisha elimu ya jiolojia baada ya kupata ajali mbili za kisiasa ndani ya miaka miwili. Profesa Muhongo alifukuzwa kazi na Rais John Magufuli ikiwa ni miezi 28 kamili tangu alijiuzuru na nafasi hiyo Januari 24 mwaka 2015 chini ya Rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete. Taarifa hiyo pia unaweza kuendelea kuisoma kupitia gazeti hili. Kukatika katika umeme mwisho Agosti. Taarifa hii inatoka jijini Dar es Salaam, ambapo inasema jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuondokana na tatizo la katika umeme uh, mwezi uh, Agosti mwaka huu mradi wa kuimarisha miundombinu ya umeme katika jiji hilo tadep utakapokamilika. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili la Nipashe, lakini pia gazeti Mtanzania lenye ukurasa mbele limeandika siri nzito kungolewa kwa IGP Mangu, uamuzi wa rais waacha maswali, gwiji wa habari afariki dunia. Taarifa hapa inamonyesha huyu uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni mwandishi wa habari ambaye pia aliwahi kuwa mhariri mkongwe wa mafunzo ya kampuni ya New Habari Corporation aitwa Christoms Remam ambaye amefariki dunia akiwa na miaka sitini na tatu. Polisi Dar es Salaam wadaiwa kuua mwanafunzi. Mgombea uraisi Kenya kamatwa kwa kutaka kujiua. Lema amuomba Magufuli avunje jiji la Arusha, taarifa katika ukurasa wa pili, ambapo inasema sakata la madalali kuendelea kukusanya kodi za halmashauri ya jiji la Arusha kutoka kwa wapangaji wa vibanda vinavyomilikiwa na jiji hilo limezidi kuchukua sura mpya, huku mbunge wa Arusha mjini God bless Lema akimwomba rais John Magufuli kuunda tume ya uchunguzi au avunje halmashauri. Kauli ya mbunge huyo imekuja baada ya hivi karibuni kikao cha baraza la madiwani katika jiji la Arusha kupitisha azimio la kodi Uh, kupitisha azimio la kodi za vibanda vilivyojengwa stendi ndogo mjini Arusha, kutakiwa kulipia halmashauri moja kwa moja na si kupitia kwa madalali. Akizungumza jana baada ya Mtanzania kutaka kujua msimamo wa mbunge huyo kuhusiana na swala hilo, Lema alisema kwa muda mrefu kumekuwa na hali ya kutoheshimiwa kwa maazimio yanayotolewa na baraza la madiwani, jambo ambalo halileti picha nzuri kwa jamii. Kwenye ukurasa uh, kwenye kurasa zingine za ndani kwenye gazeti hili Mtanzania kuko na taarifa kuhusiana na polisi waua mwanafunzi, taarifa inayotokea Dar es Salaam, ambapo inasema askari wa jeshi la polisi kituo cha Kigamboni wanadaiwa kumuua kwa kumpiga risasi tumboni mwanafunzi wa chuo cha uvuvi Mbegani um, Bagamoyo, Bonaventure Kimali miaka 25. Uh, tukio hilo la kusikitisha lilitokea saa tatu na dakika 30 usiku wa kuamkia juzi huko Kigamboni Vijibweni, nyumbani kwa wakaka wa marehemu aitwaye Nafta uh, Barampami ambaye alikuwa akiishi uh. Naye akisimulia jinsi alivyokuwa, Barampami alisema usiku huo wakiwa bado wapo nje ya nyumba hiyo, huku kila mmoja akiendelea na shughuli zake ndogondogo na wengine wakiwa wamejipumzisha, ghafla walishangaa kusikia milio ya risasi uh, zilizopigwa mfululizo. Askofu Gwajima JPM asiogope vitisho taarifa hii inamhusu askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima amemtaka Rais John Magufuli asiogope vitisho kwa sababu kilio cha kuporwa kwa rasilimali za nchi kimekuwa hapo kwa muda mrefu. Askofu Gwajima alisema atafanya maombi maalum kwa Rais Magufuli ili aendelee na msimamo wake hata katika masuala mengine ambayo yana maslahi ya taifa. Akizungumza wakati wa ibada ya kani, wakati wa ibada kanisani kwake Dar es Salaam jana askofu Gwajima alimpongeza uh, Rais Magufuli na kusema kitendo alichokifanya ni cha kijasiri. Nikimkuona nasema Rais Magufuli amefanya jambo zuri sana, Mungu ambariki na watu wengine wapige kelele. Wanasema wapige kelele, uh, wanasema watu tutashitakiwa, yaani madini yetu yaendelee kuenda eti tutashitakiwa. Mikataba ilikuwa hapo sawa, lakini mibovu. Je, madini yaendelee kuibiwa kwa sababu ya makaratasi? Madini si viazi kwamba yaking'olewa yanamea tena, yakiondoka ndo basi. Kasaini contract na Wajapani, Australia, ama Wakenya halafu uchukue madini yao? ni nchi ya lorogwa tu ndo inawezekana kufanya hivyo. Askofu Gwajima alishauri kama serikali haijajipanga ni vyema ikasitisha uchimbaji wa madini hadi hapo baadaye. Gazeti hili Mtanzania liko na taarifa hiyo. Gazeti la Tanzania Daima, kurasa ya mbele limeandika CG aliamsha dude mchanga wa dhahabu asema serikali ilifanya uwekezaji wa kipumbavu kwenye madini. Amtadharisha JPM akashia watinga kotini London sababu ya JPM kutumliwa. Hii hapa iko katika gazeti hili la, uh, gazeti la Tanzania Daima. Mgogoro wa maduka Arusha kutua kwa Majaliwa leo Mgeja, amshukia pole pole, taarifa katika kurasa ya pili, Magufuli, amjuli hali na mnywa mafuta mkude anusurika kifo cha ajalini. Gazeti hili Tanzania Daima liko na taarifa hizo. Serikali na haki, serikali ilikuwa na haki ya kuchunguza mchanga wa madini bila kasha prof, maprofesa wasema, siri ya IGP mpya wa JPM, awajulia wa hali wagonjwa, balozi Lusinde afunguka kuhusu Alhaji Bulembo. Taarifa ziko katika gazeti hili la Uhuru. Gazeti la Kiwili ni gazeti la udaku, kurasa mbele pia kuko na picha ya Donald Trump pamoja na uh, Kim, uh, Kim Jong Un ambaye ni rais wa Korea Kaskazini halafu pia kunaonekana kuna, kuna uh, vifaa vya kivita kwenye kurasa wa mbele lakini pia kurasa nyuma kuko na picha ya malaika pamoja na Jackie Wolper kama ambavyo imeonekana kwenye gazeti hili kurasa wa nyuma. Gazeti la Ijumaa lenyewe ni gazeti la udaku, pia kuko na picha kus, uh, ya, ya, ya, ya Zari the Boss Lady pamoja na aliyewahi kuwa mume wake ambaye amezaa naye watoto watatu, Ivan, ambaye amefariki dunia uh, huko Afrika Kusini wiki iliyopita, na inaeleza kwamba sumu iliyomuua mume wa Zari kwenye gazeti hili ya limeandika ndani, kuko na taarifa hiyo, lakini pia kurasa nyuma kuko kuna taarifa kuhusiana uh, na kifo cha familia ya mpaka njia uh, pamoja na mzee mzee Chifupa, ambao hapa mbele kuna picha ya Amina, kuna picha mpakanjia pamoja na mzee Chifupa ambaye amefariki kilopita pamoja na mtoto wao ambaye anaonekana hapa akiwa anasema nimebaki peke yangu, kwenye kurasa wa nyuma gazeti hili la Ijumaa gazeti Championi, gazeti la michezo lenyewe limeandika: barua ya FIFA ni feki. Hii ni taarifa ya TFF. Simba watoa msimamo, kaburu wasema Yanga hawatapanda ndege, wenga kusaini mkataba wa miaka, mi, miaka miwili. Arsenal Yanga ya mnasa Mbaraka kwa milioni 40, kisa pom, a, kombe la FA. Kuikichuya apandisha mzuka. Mkude anusurika kifo, mwenzake afariki. Zawadi tisa kutolewa, shinda nyumba Jumatano. Hilo ni gazeti limeandika lakini pia Barcelona mabingwa wa Copa del Rey. Lakini pia kuna taarifa kuhusiana na Wenger kubaki Arsenal, Conte bao wa wa la Sanchez sio halali, PSG watoa ubingwa, Borussia Dortmund watoa ubingwa wa Ujerumani. Pia gazeti hili Champion ukurasa nyuma limeandika. Ukurasa mbili gazeti bingwa lenyewe limeandika Yanga yaikubalia ya ya Simba mnyeo nzima ana anango, ngoma afunguka kichwa ya atajwa Yanga Mkude anusurika kifo nyota waipasua kichwa ya Yanga Wenga aanza jeuri buriani mwalimu remam iko taarifa yake. Konte amshukia mwamuzi wa fainali kwa sasa. Nyuma gazeti hili la bingwa limeandika tulieni, baada ya kubeba kombe la FA Wenga dai yeye ndiye mtu sahihi kwa Arsenal. Uh, emery atabidiwa kusalia PSG kombe la Europa la mpaulaji Morinho. Uh, kumbe Nadal alimpigia Perez ya msajili Cristiano Ronaldo aigua ya Juve ile ni gazeti la Bingwa kwa sababu nyuma limeandika hivyo. Gazeti la Mwanaspoti kwa mbele limeandika Boko tayari sasa ni uh, ni Aishi na Kapombe Kapuya tia neno kila kitu kumalizwa kime, kime da mkude nusurika shabiki ya fariki mnachonga sana tukutane kimataifa ili ni gazeti la Mwanaspoti. Kwa nyuma limeandika uh, Shira Dai Master Chelsea walikuwa wamelewa. Hapa mbele kuna picha ya Antonio Conte ambaye Uh, ni kocha wa Chelsea. Hilo ni gazeti la Mwanaspoti kwenye kurasa wa nyuma. Na magazeti ya kimichezo, na tukamilisha uchambuzi wa magazeti ya leo kutoka AyoTV na millardayo.com. Taarifa ya ya hizi zote unaweza kuendelea kuzifuatilia kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Twitter kupitia jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel ya Millard Ayo kuzipata taarifa hizi zote kila wakati zinapotufikia. Mimi ni David King, hii ni AyoTV.